Mtazamaji wangu wa runinga, anni sana, tumaini umeshinda vyema, buheri wa afya popote ulipo, karibu kwenye Dira ya Dunia ambapo tunakuangazia mengi yaliyojiri ndani ya ulimwengu huu, ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwanza tupate yaliyojiri. Gavana wa Nyeri Kahiga jiuzulu kama naibu mwenyekiti wa CoG ODM ya mwonya Gachagua. Chadema kupinga maamuzi ya mahakama kwa rufaa. Ungana nami mpenzi mtazamaji kwenye habari hizi, langu jina Farida Ali. Tukianza ni kwamba gavana wa kaunti ya Nyeri Mtahi Kahiga amejiuzulu rasmi kama naibu mwenyekiti wa baraza la magavana CoG, kufuatia ukosoaji mkubwa uliomkumba baada ya kutoa matamshi yaliyotajwa kuwa ya utata kuhusu kifo cha ilikuwa kiongozi wa upinzani nchini Raila Molo Odinga. Akizungumza na wanahabari mjini Nyeri hii leo Kahiga alieleza kuwa uamuzi wake umetokana na dhamira ya kuchukua uwajibikaji wa kisiasa baada ya video fupi ya matamshi yake kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionekana kuashiria furaha au dhihaka kufuatia kifo cha Raila. So,

Na chama cha ODM kupitia kwa viongozi wake kimepinga vikali kauli hiyo ya Kahiga, na kwa upande mwingine kimetoa onyo kali kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kikimtahadharisha dhidi ya kuingia katika eneo la Bondo, kaunti ya Siaya, nyumbani kwa marehemu Raila. Naibu mwenyekiti wa ODM tawi la Kisumu, Seth Kanga, ambaye pia ni karanja wa wengi katika bunge la kaunti hiyo alisema kuwa Gachagua na viongozi wengine wanaofikiria kama Kahiga hawakaribishwi Nyanza kutokana na kauli zisizo na heshima walizotoa wakati huu wa majonzi. We heard yesterday that Gachagua and his team was supposed to to pay homage to the home of Raila Muludinga. We urge Gachagua never never don't don't step don't step in Bondo.

Na kauli tata ya gavana Kahiga ilikuja siku chache baada ya video kusambaa mitandaoni ikimwonyesha akisema kuwa mwelekeo wa kisiasa serikalini sasa umeegemea Nyanza kufuatia uhusiano mpya wa Rais William Ruto na Raila Odinga kabla ya kifo chake. Katika hatua ya haraka, baraza la magavana CoG lilifanya kikao maalum na kwa kauli moja likapiga kura kumuondoa Kahiga kutoka wadhifa na naibu mwenyekiti. Mwenyekiti wa COG Ahmed Abdullahi alisema kuwa matamshi ya Kahiga ni ya kibinafsi na hayawakilishi msimamo wa baraza hilo. Following our statement issued yesterday, we have convened a special council meeting to deliberate on the interpretation and impact of the utterances made by His Excellency Kahiga Mutahi. The Vice Chair

of the 47 county governments of Kenya for the unfortunate remarks by Governor Kahiga. Mzozo huu unakuja wakati taifa likiwa bado kwenye kipindi cha maombolezi kufuatia kifo cha mmoja wa viongozi wa muda mrefu wa upinzani, Raila Odinga, ambaye alifariki wiki iliyopita. Na kwingineko mpenzi mtazamaji, ni kwamba makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amesema Chadema inatilia shaka maamuzi ya mahakama, hivyo inakusudia kuyakatia rufaa. Mwanasiasa huyo John Heche amesema chama hicho kitaendelea kuheshimu maamuzi ya mahakama kuu iliyopiga marufuku viongozi wa chama kutojihusisha na siasa wala watumiaji mali ya chama Amesema kutokana na mazingira hayo, chama hicho sasa kinawaelekea wafuasi na wanachama wake kuendelea kujishughulikia na masuala ya kisiasa bila kuathiri maamuzi ya mahakama, na wakati huo huo kujishughulikia zaidi na mambo ya kijamii, ikiwamo upandaji miti, kushiriki shughuli za ibada na mikusanyiko mingine ya kawaida. Heche amesema ajenda ya chama hicho bila mabadiliko hakuna uchaguzi mkuu inaendelea kusailia pale pale na amewahimiza wanachama wake kuendelea kubeba fulana zinazobeba ujumbe huo. Ama awali, jeshi la polisi nchini Tanzania lilizua mkutano uliokuwa umeitishwa na chama Chadema na waandishi wa habari uliokuwa umepangwa kufanyika katika hoteli moja jijini Dar es Salaam. Jeshi hilo, kanda maalum ya Dar es Salaam, limesema mkutano huo ulikuwa sio halali na hivyo kuwaamuru waandishi wa habari pamoja na baadhi ya viongozi wa Chadema kutawanyika katika eneo la tukio. Na kwingineko kesi ya kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lisu itaendelea kusikilizwa mfululizo kuanzia Jumatatu hadi Oktoba ishirini na nne mwaka huu. Hayo yameamuliwa na mahakama kuu nchini humo wakati Lisu alipokuwa akisikiliza mashtaka yanayomkabili ya uhaini. Hayo yanajiri ikiwa ni wiki chache kabla ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki kufanya uchaguzi mkuu ambao chama cha Lisu Chadema hakitoshiriki. Tundulisu ambaye alishika nafasi ya pili katika uchaguzi uliopita wa urais mwaka 2020 alikamatwa mwezi Aprili na kushtakiwa kwa uhaini kufuatia kauli yake ambayo waendesha mashtaka walisema ilikuwa ya uchochezi ikiwataka wananchi kuasi na kuvurugu uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29. Tundulisu na chama chake cha Chadema waliapa kutoshiriki uchaguzi huo hadi kutakapofanyika mageuzi muhimu katika mchakato mzima wa uchaguzi, wakisema kuwa mfumo wa sasa un... Tundu Lissu na chama chake cha Chadema waliapa kutoshiriki uchaguzi huo hadi kutakapofanyika mageuzi muhimu katika mchakato mzima wa uchaguzi, wakisema kuwa mfumo wa sasa unakipendelea Chama cha Mapinduzi, CCM chama cha rais samia suluhu hassan ambacho kimekuwa madarakani tangu mwaka 1961 tanzania ikijulikana kama tanganyika wakati huo ilipopata uhuru mpenzi mtazamaji kufikia hapo ndio natamatisha dira ya dunia nimekuwa msomaji wako langu jina farida ali zidi kutazama runinga ya anisa